Futa na ile damu iliyovilia ehe, ili mradi usipate hayo maumivu yanayokutesa. Sawa sawa, kuwa mvumilivu. Sawa, kuwa mvumilivu. Unahisi huku miguuni chochote? Hapa tuna utibu mguu ili wewe uwe salama, sawa. Na baada ya hapo utapona, mguu utakuwa hauhisi ganzi yoyote. Sawa sawa eh? Mm. Kwa hiyo kuwa mvumilivu tu tunaweka sawa mguu wako na utakuwa vizuri kabisa bila shaka yoyote Sawa. Unakuma kwenye goti linauma eh? Aa, aya, usijali, haya hapo, tuongezee moto tu. Hapa aongeze, inatakiwa moto ingie hapo unaonaje, huu umetosha? hmm. hmm. kwa vumilia. Saa hapa tunaiamsha mishipa ili ganzi isiwepo. Hii ganzi inayokutesa itaondoka tu, vumilia. Bilia. Hmm. Punguza nodi moto. Punguza mpaka 30. Unahisi chochote hapo? Unahisi nini? Ubaridi, hmm. Moto unausikia tena? Ausikii. Tuongeze kidogo. Hebu ongeza basi, amesema. Mm -hmm. Basi basi, mm huku -hmm. Vidoleni unausikia moto mm? Nikishika hivyo unahisi pole pole. Hii hali itakaa sawa tu, muda sio mrefu. Mm -hmm. Mm -hmm.